Mdogo wangu, napenda sana kucheza gemu. O, sasa Bwana nawe, napenda sana kutumia asali. <coughs> mimi napenda kutumia asali kwa sababu asali ni muhimu sana katika mwili wa mwanadamu hii, <coughs> inatibu magonjwa si chini ya themanini katika mwili ndio kwa mwanadamu sasa. <coughs> Kuna ile mada ya wewe kutaka kuoa. Kwanza jambo jema, lakini kuna vitu vya msingi unatakiwa kuzingatia, haswa unapotaka kuoa. Kitu pekee nitakacho kushauri, eh, oa mwanamke ambaye kwanza anaishi na wazazi wake wote wawili. Faida za mwanamke ambaye anaishi na wazazi wake wawili zipo nyingi. Eh, kwa nini tunasema zipo nyingi? Mwanamke anaishi na wazazi wake wote wawili, baba na mama. Kwanza, mama yake anakuwa mstari wa mbele kumfundisha katika mambo ya msingi kama kupika, kuwa na heshima. Thamu baba kama baba, baba pia ni mwangalizi muhimu sana kwa mbinti, kwa sababu baba ndiyo kichwa cha familia. E, <clears throat> umuhimu wa binti kuishi na wazazi wake wote wawili huko hapa. Kwanza wazazi watamkea kwa kuzingatia mambo ya msingi kama binti kurudi saa kumi na mbili nyumbani na hapo wakati yuko nje anakuwa yuko nje kwa ajili ya shughuli maalum. So unakutana na mwanamke ambaye yeye ni wa kuzurura zurura tu, ni muda wote wute anazurura zurura lakini. Ogopa sana kuoa mwanamke ambaye amejipangia, unanielewa? Kujipangia mwanamke anayejitegemea yani amepanga, alafu hana kazi, lazima hawa wanawake mara nyingi tunawazungumzia kwamba hata kama atakuwa ana kishughuli maalum, ana kishughuli chochote, lakini huwa kunakuwa kuna plan B. Plan B ni pamoja na kuhusisha wanaume, tukiwa tuna maana kudanga. Sasa mwanamke wa namna hii ni ngumu sana kuishi naye. O, nimekuelewa. lakini pia muhimu kuchunguza ukoo, tabia za ukoo. Kuna koo zingine ni wachawi ndugu yangu.